Kuchipa tayari kumekuwa na mkondokano mkubwa wa mafuta ama uchafu ambao sasa unasababisha damu isipite katika utaratibu mzuri, yaani sasa kama na barabara imekuwepo huko hivi gari zinatoka huko nyingi, alafu sasa kuna sehemu kuna makorongo, sasa barabara ina kifinyu labda inapita gari moja moja tu, magari mengine kwa sababu ni foleni ina nani na kwa foleni ndefu, na barabara kule zinaharibika. Ndio kale ndio zinachipika zinaharibika.

hotelini au guest yule mama alokuwa naye, hujawahi wao mshakisikia tasu moja. Kwa nini? Kwa sababu anaongea japo anajihusika na tukio, ila yule mbaba mwenyewe ndo anajua, kwa sababu mara nyingi huwa wanatumia zile dawa zile za kuongeza nguvu za kiume kama viagra, fedha na zile zingine. Sasa anakuwa hajui labda kiwango chake cha presha kikoni, anameza zile dawa. Zile dawa zinaongeza nguvu za kiume, zile zinaongeza msukumo wa wa damu. Sasa, anapomeza, maunpuna wa damu ile inasukuma nyingi. Ile mishipa sasa inajaa, kwa hiyo mishipa ile inakuwa midogo lakini kile kiwango cha damu kinachokuja ni kikubwa, ile mishipa inajaa mpaka inapasuka, mdomoni, masikioni anakuwa kufa kwa sababu hiyo shida shiapasuka kwa sababu zile zinaongeza spidi ya msukumo wa damu. Yes, yes da chokayo ndio hiyoasa iasananaile kwa sababu mananaskudan kwa nguvu, inaweza ikapelekea zunapata nanini, wanaita kwa kizungu Hypertension. Hypertension ni pressure ya pana sawa sawa, ama kusababisha mm -hmm, hiyo radi wanaita nini, hyperlipidemia, kuna kuna jambo kubwa cha mafuta kwa damu. Lakini inaweza kapelekea pia anemia, kwa sababu inaipa kamaanishwa jina la blood viscosity. Inaweza kusababisha pia hata hali ya damu yako inakuwa nzito, damu kisha kuwa nzito kwa damu inakuwa dhaifu na inaweza kupelekea matatizo mbalimbali kama ganzi na vitu kama okay hivyo. Eh, lakini kama hiyo hali hii inaendelea namna hiyo, unaona pale kwenye ubao wangu unaonyesha mfano, mfano, mfano wa moyo unapofanya kazi kwa nguvu. Kwa sababu unasukuma damu ambayo inakosa nafasi nzuri ya kupita. Muone kusukuma damu kwa nguvu, maanake kuna kwenye moyo kuna misuli na kuna mishipa. Ile misuli ya moyo inaweza kaanza kufa ndani kutanuka. Mishipa inakaza.

moyo unafanya kazi kubwa sana san dogo , lakini unaweza kupata shida hata mishipa mishipa ya moyo na misuli, ugonjwa wa moyo wayoaenit. Kuna ugonjwa wa moyo na shambulio la moyo hata hata tofauti. Sasa kwenye ubongo pia kunahitaji mzunguko wa damu na hewa safi ili ubongo ufanye kazi vizuri kwa ajili ya kurekebisha uwezo wa mishipa ya fahamu, sasa kuweza kukumbuka maeneo mbalimbali ya mwili kuyapatia huduma kwenye mishipa ya fahamu. Mishipa ya fahamu sasa hiyo, ni mwanamke kuchoma na mwiba au msumari. Wakati umekanyaga kwenye mwiba, kuna mtu anakuambia toa mguu pale, kuna mwiba, unatumia muda gani kutoa mguu pale kwenye mwiba? Ah, kuchoma ndafu ya haraka nini kinakuwa kimesababisha ujue kama ni hatari na kutoa haraka? kwa yaani yani yani hata sekunde sidhani kama inafika. Mm -hmm. nini kinachokuambia nini kinachokuambia utoe nani utoe mguu pale kama kuna hatari? ubongo tu kama ubongo au ee, ubongo, ubongo. ubongo, ubongo kunahitaji nini mishipa

Kishatengeza ugumu unaanza kufuta kumbukumbu, ndio unakuta sasa mtu, mfano mesha kufika kwenye kifafa, ameanguka wala sasa. Kwa sababu kwenye kifafa akianguka kwenye moto, kama hakuna mtu anayemsaidia pale, anaweza kukuta ameungua kaishi, kwa sababu akianguka kwenye moto pale, kama ni kibofu, hakuna kumbukumbu yoyote. Kwa hiyo mpaka akija kutoka kwenye hali, ndio sasa fahamu sikisharudi anaanza kuhisi maumivu lakini, wakati uko kwenye ile tukio hawezi kukumbuka chochote na hakuna hisia yoyote sasa. Ile pale kwenye ubongo inaweza kusababisha brain brain, na wanaita nini nini, stroke. Hiyo unapata nini, unapoza eh, ndio unaznakuta mtu mkono, mguu, anaanza kusikia gazi gazi io kae tu nafasi nzuri kwenye kwa hiyo unapata naza kuisi ganzi, sijui kama ni ukulia ushoto, ganzi mara mkono, sijui ganzi mara mguu, sneza singie huko nyumbani huko kazii kwako huko barabarani, unaweza kushangaa mkono na mguu aa mawasiliano yanakuwa yame sijui unanielewa vizuri sasa. Hiyo hali ikiendelea inaweza ikasababisha kama mishipa ile haiwezi kutanuka na kusinyaa, inaweza ikasababisha ile mishipa ikajaa sana damu na mishipa ikapasuka, damu ikafikia kwenye ubongo, ambayo ndio wanaita nini hapa, cerebral hemorrhage kama damu ikivijia kwenye ubongo ubongo, nafikiri ikivijia kwenye ubongo si hatari sana, unakufa kabisa. Kama unakufa au unapona, unapona, utapona. Eh, eh, sasa hiyo nzuri, mbaya mbaya, eh, aaaa yako imevia na kwenye kwenye mishipa ya damu ya ubongo eh? Eh, hospitali yoyote hauwezi kupona. Kama unaweza kupona, kuna mama mmoja kwenye shipa bongo damu zimevia, damu kidogo, kuna tena uwezekano wa kusaidia. Wale mzazi wakaona kama, ah, ah, atalipa bili gani, akaenda nani, nani kule Tegeta, Tegeta, si inaitwa nini, eti nini, ile ile ya kliniki, akaenda kule ukampima tena, wale madaktari wakamwambia huko kuna shida kwenye ubongo, damu imevia huko kwenye mishipa, kuna uwezekano labda, labda uko spesa mbele

Tupunguze vyakula vyenye mafuta mafuta, tuwe na tabia kufanya mazoezi eh, bwana, tuwe na tabia kuaviatembea tupunguze eh, vyakula vyenye sukari sukari, tupunguze vyakula chumvi chumvi na nini, kupoze kuna nini kameramani

Na lakini tiba yake ni milioni sita

tuzungumze leo kuhusu kwanza, kuhusu hii mashine halafu tutaona kuna dawa. Kwanza, kabla sijazungumza kuhusu mashine, kuna hii dawa inaitwa blood cleanser, ambayo blood cleanser kazi yake jina lake nikisafisha damu hii inasafisha damu kwa kuondoa yale mafuta, lakini inasafisha yale mafuta kwenye kuta za mishipa ya damu yale ambayo tumeona mfano mafuta, mafuta, kwenye kuta za mishipa ya damu, hii inasafisha na kufanya zaidi ya kusafisha, inaondoa yale mafuta, lakini inarahisisha uwezo wa ile mishipa kuweza kutanuka na kusinyaa. Hata kama damu inapita nyingi, ile mishipa inatanuka, damu inapita kwa urahisi. Kama nilivyotoa mfano, mishipa ya damu ni sawa na barabara. Kama barabara ni ya mafinyu, si unaona hapo? Unajenga daraja hapo kwenye kwenye plastic bridge hapo town hapo, si unaona pale kuna sehemu barabara pana, kwa sababu kuna alafu baadaye unaweka lami ili magari yanapita, hata kama ni mawili kwa mawili. Sasa kwenye mishipa yako pia hii inasababisha

Ambayo inaitwa ile chati hii, basi sio siku ya kwanza na ya pili, wala ushiriki tuliinywa sio leo. Kama kuna nani tena <coughs> kama kuna ofa, eh, boss amesema ofa hii basi tutaiba, amen, eh, tutaiba kwa sababu afya ni muhimu sana, na sisi tunawapa hivyo, kwa sababu tunajua dawa zetu zinafanya kazi, eh, nzuri kwa hii inafanya kazi kama hiyo hapa, lakini tofauti ni kwamba hii ni ya okay. mdonge lakini hii unakunywa kama

Hmm. Sasa hiyo mashine nataka kuambia mimi sana, hiyo mashine na na, sababu tayari kutoka tumetewa, tuitumie, ndugu zetu tuwashirikishe, waitumie ya kuizungumzia, alafu baadaye tuta nani, ni wewe ulisema mashina kidogo ya mpone hmm. Au sasa umeshapona hiyo shule umeshapona hiyo, sasa kumbe labda azaapi

simama na simama hasa huko e, ni teknolojia, sio miujiza. Ni teknolojia. Umeita miujiza, mashine ya miujiza, kwa sababu ya matokeo mazuri unayopatia mtumiaji. Na hii mashine ina faida ya kwamba kazi yake, mashine inatumia umeme kwa kawaida, lakini inatumia na umeme kwa mwili wako, umeme dhaifu na hizo gloves zipo, kuna mtu anayekufanyia hiyo huduma anavaa kwa mikono na kuleta kwenye mashine, anakufanyia taratibu, lakini lazima awe amesomea. Hii sio mashine ya bazari, hii ni therapy ambayo unatakiwa mtumiaji, lazima awe na utaalamu, kajifunza namna ya kuitumia, kwa sababu kuna njia za kufanyia. Unafungua hapo, unafungua nini hapo, unafungua nini hapo nafungua nini, maisha yanakwenda vizuri. Eh, inakuwa kama namna hiyo. Mashine hii eh, kazi ya kwanza mashine hii inaondoa sumu. Hii sumu zikiwa nyingi mwilini ndio unakuwa unajisikia uchovu, uchovu, kichwa kinauma, mimi nakufa ganzi, mara sijui kole inafanyaje, macho sijui giza, mwili, changamoto nyingi ambazo zinakufanya wewe usijisikie raha. Choka, e, mara kwenye nani, umechoka choka tu muda wote kwenye kwenye miguu... kwenye miguu... kama... Kama... Gamimu... E, e, lakini kazi nyingine inaboresha mfumo wa mzunguko wa damu. Mfumo wa mzunguko wa damu ukienda vizuri, maanake afya yako utapata ganzi, utapata shida ya moyo, utapata shida ya pooza, utapata shida si ya uh, uh, uchovu, uchovu kicho si kuluma si macho uh, uh, uh. Lakini faida nyingine inaboresha mfumo wa mchakato kwenye mwili mingenya baadhi ya vitu kutengeneza mawasiliano na kadhalika, karibu mfumo wa wa wa kinga mwili, na inaongeza uwezo kuweza fwea kuinahuisha seli, inaimarisha mfumo wa kinga za mwili, na inaboresha ama inaweka uwezo uh, wa asili wa mwili kuweza kujitibu. Nikisema uwezo wa mwili kuweza kujitibu wa asili uweza ah, kujitibushidaindaihiv lakini jwiona jeraha lolote, kwa ukawa ujatumia dawa yoyote jeraha unaweza na jeraha linapona. Umewahi unaweza kuwa umekata labda shambani unalimagalimaka au miatatu na kitu, lakini hujaenda kwa hospitali ujiweka dawa yoyote, lakini jeraha inapona. Sasa nani amekitibu? Swali jamani, umeumia, ujaenda hata hospitali, ujega ta dawa yoyote, na lile jirani jeraha napona ehe. nani anajitibu? Ni mwili wenyewe. Kama kinga ziko vizuri, maana ke mwili unaweza kuna, kuna ule mfumo wa asili wa mwili kuweza kujitibu. Unaona, kama mfumo wa kinga zako uko vizuri, labda mimi naweza tukao hapa, tuko wote tukaumwa labda nau wa aina moja lakini kuna wengine ambao wanapata malaria, wengine wanadunda tu kwani yeah. Wale wan wanadundawawna kinga ya Mungu. Hata wakati mwingine a kuna mfumo pengine mimi naweza nikatumia, labda mfano naweza labda nikatumia mseto

Kwa natokea nini hapa? Tumeme juu tu mbisa kwenye kidole hapa kwenye mkono hapa nini na sasa, eh eh, sasa hivi ndio wakati wa mguu inatokea nini hapa? Eh? Wa aya sasa hivi kwa miaka ulionayo miaka kwanza hii sasa, 35 40, mpaka sasa hivi 50 55. Umeumia kwenye nani? Mtoki unatoka unatokea? Unatokea. Wakati wa kwa mkono unatokea hapa nani? Kwa nini zamani kuna tokea? Mwili ulikuwa na kinga. Mwili, kinga za mwili bado siko za kutosha. Kwa hiyo ni kama askari wako wengi, kwa hiyo kuna tumwa yenu, naweka nani? Kama mfuko unasema una shida ya nani, kama unapita barabara na gari kuna zile bedi, kwa hiyo. Bedi ya hiyo. Kwa hiyo kuna askari kwa wengi wanatumwa, anakuja hapo anaweka bedi. Kinga za mwili zinakuwa zimetukua sana. Kinga za kuwa nyingi ni tatizo lingine, inasababisha kama maumivu kwa na vile. Eh, lakini sasa hivi kinga zimeshakua kwa sababu kwenye maeneo muhimu tu hata kuumia kwa b b, kwa kwa kama kwa hatari yoyote, kwenda huko huko huko na. Eh, tunaendelea sasa, hii mashine inaongeza kinga za mwili, lakini pia inaboresha ule uwezo wa asili wa mwili uweza TV. na kama unakuwa na seli ambazo hazina labda zime kidogo zimesinyaa zimesinzia ama zimekuwa chini kiasi zimekuwa chini, kwa hiyo unatumia hii hii dawa inaitwa pressure multipower. Pressure multipower inaenda kuongeza uwezo wa seli kuweza kuwa active, lakini inaongeza nguvu ndani kwenye misuli, kwenye mishipa, mpaka kwenye mifupa inaongeza pia uwezo wa kumkumbuka kwenye mishipa ya fahamu unaitumia. Lakini baada ya zaidi ya hapo inakufanya uwe kwa mchangamfu, unakuwa ne furahaini k kila wakati mnyonge mnyonge. So, sasa hii inafanya kazi hiyo baada ya kutumia mashini anatuawa ana kutumia wanawake pia na wanaume, japokuwa hii pia na kazi zingine nyingi. Ikiwemo kurekebisha na kusawazisha kiwango cha zile vichocheo, homoni, kwa wanawake na wanaume. Lakini kwa wale ambao ni dhaifu, hawezi hata kutembea, ameugua yuko muda mrefu mtandani, anapotumia hii hapa inamwongezea nguvu katika mwili wake na anakuwa na uwezo hata wa kufanya kidogo namna ya kutoka pale mtandani, hata nje kidogo, kisha anarudi ndani, wakati akiendelea na tembe zingine. Kwa hiyo ni bidhaa nzuri ambayo inafaa kutumia h faida nyingine ya mashine inaondoa uvimbe, inaondoa maumivu, lakini pia inaboresha uwezo, inaimarisha misuli na mifupa, inaimarisha misuli na mifupa. Mashine hii <tus>